Nyie ni vijana walio wengi, asilimia inaweza kuwa 99.9 99, kwenye sekta hii ya usafiri na usafirishaji wa bodaboda ni vijana, na kwa maana hiyo nyie ni tegemeo la taifa na ni tegemeo la mkoa. Tunawathamini, tunawaheshimu na tunawategemea katika kuhakikisha mkoa wetu na nchi yetu vinaendelea kuwa salama. Na kwa maana hiyo naomba msitumike vibaya katika harakati mbalimbali zozote zile zinazoashiria kuvuruga amani, kuvuruga usalama na utulivu wa Mkoa wa Katavi na nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla wake, msiunge mkono, msishiriki wala msishirikiane yani. Lakini pia msikae kimya pale mnapoona kuna viashiria, kuna dalili au kuna maelekezo yoyote ya kushiriki katika jambo ambalo litavuruga usalama wetu, tupatieni taarifa na tutazifanyia kazi wajibu tuliopewa wa kwanza ni wa kuhakikisha wananchi wa mkoa wa Katavi wanakuwa salama na kunakuwa na amani huo, <coughs> ndio wajibu namba moja. Halafu masuala mengine ya kiuchumi, maendeleo na kadhalika yanafuata. Swala la kwanza amani na usalama, naomba tushirikiane kuhakikisha hili linaendelea kuwepo. Wote ni mashuhuda kwamba mkoa wetu uko salama, mkoa wetu una utulivu wa hali ya juu. Ni kwa sababu kazi kubwa inafanyika ya kuhakikisha kwamba usalama na utulivu vinaendelea kuwepo. Lakini lingine niseme na viongozi wenu wa umoja huu wa bodaboda mkoa wa Katavi kwamba muendelee kuhakikisha umoja huu unaendelea kuwa katika hali ya utulivu, hali ya mshikamano na hali ya upendo wa hali ya juu. Mwaheshimu, kuwapenda na kuwathamini wanachama wote, au maafisa usafirishaji wote wa bodaboda. Watendeeni haki, napobidi waunganisheni, msiwagawe wala msiwabague, na hakikisheni wanapohitaji msaada wa umoja wanaupata kwa haraka, ili waweze kuendelea na shughuli zao bila kuwa na bugudha za hapa na pale. Niwaombe pia viongozi e, wenzangu wakuu wa wilaya kuhakikisha kwamba kamati zenu za usalama za wilaya zinaendelea pia kutunza heshima ya maafisa usafirishaji hawa wa bodaboda pamoja na bajaji, kuhakikisha kwamba heshima yao inatunzwa, utu wao unalindwa, na kazi yao inalindwa ili iweze kuendelea kuwaletea manufaa. Uchaguzi ni swala la kikatiba, ni swala la kisheria, na kwa maana hiyo hatua zote za maandalizi katika mkoa wetu zimefanyika, kwa maana uandikishaji na marekebisho ya madaftari ya kudumu ya wapiga kura kupitia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, awamu ya kwanza na ya pili zimesha kamilika, na sasa maana yake ni kwamba tuko tayari kwa ajili ya uchaguzi. Niwaombe wale wote ambao wamejiandikisha na wana vitambulisho vya Tume Huru ya Uchaguzi, mkae tayari kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Muendelee kuhamasishana na wote tuendelee kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tukiwa katika hali ya amani, tunamaliza uchaguzi tukiwa katika hali ya amani, na maisha yaendelee tukiwa katika hali ya amani. Kuna maisha baada ya uchaguzi, hivyo uchaguzi usitugawe, uchaguzi usituletee mifarakano. Kama nilivyotangulia kusema, msishiriki msikubali na wala msitetee masuala yoyote ambayo yanavuruga amani ya mkoa wetu na amani ya nchi yetu. Umoja huu unajishughulisha na shughuli za usafirishaji wa abiria na mizigo katika mkoa wa Katavi. Ndugu mdelilasmi, madhumuni ya juma kujenga na kukuza welewa miongoni mwa jamii, hasa vijana kuepuka makundi yanayopelekea kuathirika kiakili kwa kutumia madawa kulevya na mjambazi pia kufuata sheria za usalama barabarani ili kuwalinda watumiaji wote wa barabara, mfano watembea kwa miguu, waendesha baiskeli na watumiaji wengine wa barabara. Mafanikio machache ya umoja wetu. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kufungua ofisi ya mkoa ambayo inatumika kwa muda ili kurahisisha kuhudumia na kutatua changamoto mbalimbali kwa bodaboda wa mkoa na viunga vyake. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuunda rasimu ya katiba ya umoja ambayo inatumika kama mwongozo mwongozo mama wa umoja wetu. Kama viongozi, tumefanikiwa kushawishi baadhi ya vijana kuomba mikopo halimashauri za mkoa na tunafurahi na tuna na tunashukuru Serikali kwa vijana vijanao kwa kuwapa mikopo zaidi ya pi sabn katika ao ya kwanza ya mkopo. Mimi nisiwe na mengi ya kuzungumza kwa sababu naamini katika utendaji wako wa kazi wewe pamoja na wasaidizi wako kwa, kwa sababu ofisi hii ya bodaboda mkoa wa Katavi tumekuwa tukifika ofisini kwenu, mmekuwa mkitupokea na mmekuwa mkitusikiliza kwa ukaribu. Mimi sina neno zaidi ya kusema kwamba tunashukuru, tunashukuru sana, na ahadi yetu sisi ni kuendeleza kuilinda amani ya mkoa wetu, lakini taifa kwa ujumla na kuhakikisha vijana wanajitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi unaokuja, uchaguzi mkuu Oktoba. Mimi nipeleke shukrani za dhati, lakini sambamba na wewe mkuu wetu wa mkoa na ofisi yako nzima na timu yako nzima ya uliyoambatana nayo. Sisi tunaahidi kutoa ushirikiano wa asilimia mia moja. Vijana wote tutawahamasisha tukahakikisha tunatembelea wilaya zote zinazounda mkoa huu wa Katavi.